sali sala ya Isha watu wote wanakuwa wamegawanyika katika sehemu tatu. Hizi ndio hali za watu, lazima kila mtu atakuwa yuko katika hali fulani. Akasema, minhum man lahu wala alayhi, miongoni mwa watu yuko mtu ambaye atakuwa baada ya sala ya Isha anacho kitu chake yeye cha kumnufaisha yeye, wala alayhi, wala hana kitu kingine kilicho dhidi yake, hana mzigo

ametumia kule kughafilika wa watu wakati wa usiku wa dhulmata llaili, na kiza cha usiku kwamba sasa usiku watu hawanioni washaingia majumbani mwao sasa, akatumia chansi hiyo farakiba nafsahu bil maasi, akafanya maasi baada ya sala ya Isha, amma machafu ya waziwazi -wazi, ndio watu washaingia vijumbani mwao, yeye ikawa sasa yuko na simu yake, kaingia Twitter, katoka kenda Telegram, katoka kenda YouTube, anaangalia mambo yasiyo na faida. Na yeye wakati huu ni wakati wa Allah subhanahu wa taala. Wakati huu utakwenda kuulizwa kwa kila utakachokifanya. Jitambue hivi Mwislamu, jielewe, usichukuliwe na wimbi la mambo wanayokuletea wasiokuwa Waislamu, ukaona ni Twitter tu, ni Facebook tu, ni Instagram tu, ikawaangalia utakacho wewe na sicho chenye faida na wewe. Baada ya sala ya Isha utakuwa na mzigo mzito ambao utakwenda kuujibu mbele ya Allahu jalla waala. Anaendelea kusema Tariq bin Shihab, na kuna mwengine man

lahu wala alayhi, ana kitu chenye faida na yeye mbele ya Allah na hana kitu kilicho dhidi yake mbele ya Allahu jalla wa ala. Wa minhum man la lahu wala alayhi, na yule mtu wa tatu ambaye la lahu wala alayhi, hana faida aloingiza wala hana mzigo dhidi yake. Man yule ambaye baada ya sala ya Isha nama kende zake kujilalia tu watu wameswali Isha akamaliza, akaingia chumbani kwake nyumbani kwake, kalala.